Namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipa na mimi kukusanyika pamoja na ndugu zangu katika kongamano hili. Mimi naitwa Shehe Jaiosi Dedani. Utashtuka nikisema shehe, <laughs> <laughs> uelewi, lakini kama umesoma dini, neno shehe tafsiri yake ni mwalimu wa dini. Sawa jamani, sikileziki Kiarabu Kiswahili ni mwalimu wa nini, kwa dini. Na mimi ni mwalimu wa dini, kwa hiyo huyu ni, ni shehe, na mimi ni shehe. Sawa, sawajwani ni <laughs> lino shehe shehe, mwalimu mwalimu wa dini. Basi baada ya kusema haya, ni mshukuru pia shehe wangu, Shehe Ringa amelialika katika kongamano hili. Tumekuwa tukikutana kwenye matukio sema mchungaji uwepo na, na mimi nashukuru sana sana kwa mwaliko huu, lakini nisema tu kwa habari ya amani, tulinde amani, asikudanganye mtu. Amani kitoweka, hutaweza kwenda mnadani. Kisa kimoja ya mabomu yalipotokea Mtongani, kuna mama alikimbia na mbwa, kitoto cha mbwa, anahisi amebeba mtoto, anakuja kufika Mtongani, watu wanamwambia watu wanamwambia mbona umebeba mbwa? Anasema nilijua ni mwanangu, nimemwacha kitandani. Kwa hiyo usichezee amani, ukiichezea amani kuipata ni ngumu. Natokea mkoa wa Kigoma, mwaka 94 kulitokea vita nchi za jirani. Ukiona jinsi wanavyokimbia huwezi kuvunja amani. Sasa usishangae, usihangaike na mitandao, wenzako yuko huko anakurubuni, shauri yako, usitafutane kaa vizuri. Piga kuwa ombea rais na viongozi wote, Mungu awabariki. Amen. Munga wabarikihuu shehe.